tunasimamia zaidi ya taasisi tano ambazo zinasimamiwa na waziri huyu wa Katiba na Sheria, tukianza na muhimili wa mahakama ambapo mmeshuhudia juzi mheshimiwa rais akifungua jengo kubwa ambalo ni la kwanza barani Afrika. Lakini yote anatengeneza mazingira ili sasa wananchi wake waweze kupata haki ya kisheria na kusikilizwa vizuri. Lakini tunaona katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, waheshimiwa jumbe, nyinyi ni washahidi, ofisi igawanywa katika taasisi mbili lakini mheshimiwa Dkt Samia ameongeza kuigawa tena, akaweka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ili sheria hizi ambazo zinakuja kutekelezwa kwetu ziweze kutafsiriwa vizuri. Lakini ukiangalia mimi nikiangalia kwenye kamati, kwa sababu sisi ndo tusambia bajeti, unaona ofisi zake zote, tukiangalia tume ya kurekebisha sheria, tume ya haki za binadamu na utawala bora, lakini ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya wakili mkuu wa serikali na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, zote rais ameendelea kuziongezea bajeti huo wote ni mfumo wa kisheria lakini mheshimiwa rais hajaishia hapo. Akaja na jambo kubwa hili ambalo limetuleta hapa Kagera, msaada wa kisheria wa mama Samia. Makofi mengi kwake, ni upendo mkubwa kwa rais wetu kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata haki ile ambayo inastahili. Kama mama yetu, tuendelee kumpongeza, tuendelee kumwombea, tuendelee kumwona ni mbeba maono wa taifa letu na katika upande wa sheria kwa kweli, mheshimiwa Rais ameupiga mwingi na tuendelee kumwombea. Umegusa na upande wa wananchi kwenye sheria kupata haki zao, tunawashukuru sana na tunawapongeza, kwani inawezekana ukaleta barabara, ukaweka hospitali, ukaweka ndege, ukaleta reli na kila kitu, lakini mwananchi kama hajapata haki yake na sheria akakuadhibu kwenye boksi ya kura, lile ni jambo binafsi linalomgusa mwananchi yule tunawashukuru sana serikali yetu na kushukuru sana mheshimiwa waziri na kamati yako yote kwa kazi kubwa uliyoifanya. Hii itafanyika kwa muda wa siku tisa mfululizo mkoani Kagera, ikijumuisha halmashauri zote za mkoa wa Kagera, kata kumi kila halmashauri na vijiji e, au mitaa thelathini kwa kila halmashauri. Katika kipindi hicho, kazi kuu zitakazofanyika ni pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya sheria mbalimbali, utawala bora, elimu kuhusu mapambano ya ukatili e, wa kijinsia, usimamizi wa mirathi na urithi, haki za ardhi na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala na haki za msingi za binadamu kwa mujibu kwa wajibu, yakiwemo a masuala muhimu katika ndoa. Tulichogundua kuna kazi kubwa inafanywa na mheshimiwa dr Samia Suluhu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 kuwajibika kuchapa kazi ni jukumu la kila mtu. Katika kipindi hiki, timu za wataalamu zitakuwa uwandani katika halmashauri zote, na niwaombe mf wananchi, mfuatilie matangazo ya vyombo vya habari na uongozi wa serikali za kata na mitaa na vijiji ili kufahamu sehemu ambazo watoa huduma wamepangiwa. Ni, ni rai yangu kwenu wananchi kuwa mtajitokeza kwa wingi kupata huduma hii ya bure. Hii ni fursa adhimu kwetu na tuitumie kuhakikisha tunanufaika nayo. Ndugu zangu wananchi wa Kagera, wengi wengi wengi mnaamka asubuhi, mnawahi kupanga foleni kwa wakuu wa wilaya, mkieleza kero zenu ili muweze kusaidiwa. Mheshimiwa Rais anatambua kwamba msaada wa wakuu wa wilaya una limitation. wanasaidia kwa kiwango fulani, lakini wengi wetu si wanasheria kitaaluma, na kwa kuzingatia hilo ndiyo sasa tumeletewa wataalamu wa sheria ili tuweze kutatuliwa changamoto zetu kitaalamu zaidi, tutatuliwe changamoto zetu kwa kupitia wataalamu wa masuala ya sheria. Huduma hii ni bure, usiache ikakupita, halafu ukarudi tena kwenda kupanga foleni kwa mkuu wa wilaya ambaye mwisho wa mazungumzo yenu atakwambia, kwa shauri hili naona bora uende mahakamani. Migogoro mingi ya ardhi tumebaini kwamba inasababishwa na wenye viti na watendaji wa vijiji huko katika maeneo ambayo wamejichukulia mamlaka ya kuuza ardhi kienyeji. Napenda na kusema kwamba serikali katika mkoa wa Kagera haita sita kumvua uwenyekiti mwenyekiti yoyote atakayebainika amesababisha migogoro ya ardhi. Tutamvua na mtendaji tutamtengua. Msaada huu ni endelevu. Baada ya siku kumi hizi tusije tukadhani ndio mwisho. Serikali imeajili maafisa madawati zaidi ya mia nne imewapeleka kwenye halmashauri zote. Kwa hiyo baada ya siku kumi hizi, nenda kwenye halmashauri yako, kama bado una tatizo muone afisa dawati. Afisa dawati atawasiliana na timu yetu na bado utaendelea kupata msaada. Tunasema msaada huu ni bure, kwa sababu wananchi hawalipii, lakini ukweli ni kwamba umelipiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. mpaka sasa katika maeneo ambayo tumepita tumekutana na changamoto zifuatazo: moja, migogoro ya ardhi. Kuna changamoto za ndoa, mirathi, madai ya madai na jinai, lakini na ukatili wa kijinsia Viongozi wa dini mna nafasi kubwa sana ya kupambana na ukatili wa kijinsia ili tuweze kuutokomeza kabisa, na nchi yetu iwe nzuri iwe salama na iwe ya maendeleo. Mpango huu pia ni utekelezaji wa haki za binadamu kama ambavyo umeelezwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na miongozo mingine ya haki za binadamu ya kitaifa na kimataifa ambayo Tanzania tumesaini na kuridhia. Tuasera Simioni Peipwa. Ni mzaliwa wa kijiji Maruku Kiansozi. Mimi nimeendesha kesi na kaka yangu ndani ya miaka mitano nikawa nimeshinda. Nilipomaliza kumshinda kaka yangu ambaye kaka yangu aliyemuuzia lile shamba anaitwa Geoffrey Kabakati, ndo niko na ametufungulia mashtaka ndo niko nashtakiana na, na naye. Tunapoenda mahakamani, tunapigwa tarehe tarehe tarehe tarehe tarehe, aziishi mpaka saa hizi, nina miaka minne sijasikilizwa, Mheshimiwa. Kwa hiyo ndo tatizo langu, nimekuja mbele zenu, mnisaidie, wazazi wangu. Usisahau kusubscribe ku comment ku like na kushare